Madama Polikar Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Eusebius Nzigilwa, makamu wa raisi wa baraza la maaskofu Tanzania, Mhashamu Romanus Selamu Mihali, askofu wa jimbo katoliki la Iringa, Masamu Tarsisi Ungalalikumtwa Askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Iringa. Wasamu maaskofu ma wakuu na maaskofu ma wote. Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa Dr. Peter Serukangwa, Mkuu wa Mkoa Iringa, Wakuu wa mashirika ya Kitawa, waheshimiwa mapadri watawa na wa seminari, waheshimiwa viongozi na wageni wa kiserikali, wapendwa waamini katika Kristo. Yesu, Tum tumsifu Yesu Kristu. Moyo yeah, yeah, wangu umejaa furaha na shukrani kwa kwalikwa kushikiri katika adimisho hili la kumshukuru Mungu kwa neema zake nyingi alizotunukiwa Askofu Romanu Selamu Mihali aliyeteuliwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco aliyeitwa nyumbani kwa Baba Jumatatu iliyopita, kuwa askofu mpya wa jimbo hili pendwa la Iringa. Ongera sana <tipa> nimefurahi sana kwa mara nyingine kuwa katika mkoa huu ambao kama navyokumbuka tayari nimetembelea mara kadhaa, nikishiriki nanyi kwa furaha katika hafla kadhaa za kumshukuru Mungu. Niruhusuni nitoe shukrani kwa niaba yangu na ya Kanisa Katoliki kwa mashamu Askofu mstaafu Tarsisi Ngalalekumtwa kwa majukumu aliyoyatekeleza katika jimbo hii hili, kwa kutambua umahiri wake na shughuli za kichungaji alizozikamilisha kikamilifu bila kuchoka pamoja na sifa zinazotolewa na watu wengi kwake, kwa maboresho, vipaji na ubunifu alioupata kama zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Karama hizo alishirikisha akiwa mchungaji wa watu wa Mungu miaka mingi iliyopita. Katika jimbo la Sumbawanga akiwa askofu mwandamizi na kisha kwa miaka mingi hapa Iringa na pia katika baraza la maaskofu Tanzania, ambalo aliwahi kuwa rais. Katika tukio hili unatoa vyote ulivyo navyo kama askofu kwa mandamizi wako

lakini kanisa bado linahitaji hekima yako na ushuhuda wa maisha yako. Asante sana kwa huduma bora uliyoitoa kwa kanisa. Mm-hmm. Mpendwa Mashamu Mihali, ni kwa neema ya Mungu kwamba umechaguliwa kuwatakatifusa, kuwafundisha na kuwaongoza watu wake. Timiza jukumu hili katika ushirika na Baba Mtakatifu na urika wa maaskofu. Mashamu, askofu, ninakuhimiza kuendelea kutimiza ofisi ya kiaskofu kwa upendo na kwa kujali ukionyesha uso wa huruma na unyenyekevu wa Kristo. Baki mwaminifu kwa neno la Mungu na umshuhudie Kristo ambaye ndiye njia, kweli na uzima. Imarisha umoja kati ya mapadri na uwe rafiki, ndugu na baba kwa wote ukilinda haki na wajibu wao. Shirikiana na mapadri na jumuiya za kitawa zilizopo kwa wingi katika jimbo lako, wanao dhihirisha utajiri wa karama. Jenga madaraja kati ya Mungu na watu wake, ukishinda kila kizuizi mwige Kristo ambaye ni mnyenyekevu zaidi, mkarimu, mpendevu na mpenda kusali. Shamu askofu akiwa anawasa wase, Mtakatifu Petro aliandika, lichungeni kundi la Mungu nilokabidhiwa si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, si kwa tamaa bali kwa moyo wenu wote. Ujumbe huu hu una wahusu wa wale wote ambao wamekibidiwa kundi na kutimisa utume wao wakiongozwa na Kristo ambaye ni nyenyekevu mpole nyofu, mwenye upendo daima na mwenye kusamehe. Kwa njia sawa na hiyo, Mtakatifu Paulo aliandika, ingawa alikuwa Mungu aliachilia stahiki zake za kimungu, akachuka nafasi ya unyenyekevu ya mtumwa na fasia, akazaliwa kama mwanadamu. Kristo alichukua nafasi hii tu kwa sababu alitupenda. Umechagua kauli mbiu ambayo kwa njia in fulani inarudisha ujumbe wote wa Kikristo, ut diligatis invicem, pendaneni. Pendaneni ninyi kwa ninyi iliyochukuliwa kutoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane katika sura ya kumi na tatu aya ya thelathini na nne Yesu anawapa wanafunzi wake amri mpya yongezwe kwa ile ya Agano la Kale, ni amri ya upendo ni vigumu na haiwezekani kabisa kuwapenda wengine kama tunajipenda wenyewe. Wetu ni pale tu, tunapomuiga Kristo Mwokozi wetu, ndipo hatimaye tunavua silaha za kiburi chetu utukutu na kudhaniana kuna kodofisha ulimwengu wetu wote wa mausiano. Atimaye tunaweza kuruhusu mioyo yetu kuwa huru kuwa huru kwa kupenda bila masharti. Mashamoskofu, huu ndio utaratibu ulio chaguliwa ulio uchagua kwa ajili ya huduma yako ya kiaskofu ili kusaidia kili mtu mwenye mapenzi mema wa kundi lako kuvunja silaha hizo zisizo na maana na zisizofaa, na kutembea wote pamoja kama familia ili younganishwa na kifungo cha upendo kuelekea chanzo cha upendo huo ambaye ni Kristo mwenyewe. Ndiyo hivyo, katika nembo yako ulitaka kumbukua kumbuka somo wako takatifu Romanus, ambaye bila wonga mbele ya mateso ambayo yalikuwa yakimua kikatili takatifu Laurenti akiwa kwenye tanaru, kwa tendo safi la rehema alipunguza kio ya shahidi kwa kumwaga maji kutoka kwenye yaji, akishuhudia ndia imani hiyo yenye kushangaza. Romanus pia alimwomba Laurenti atumie matone machache ya maji yaleyale ili kumbatisa ni kweli kwamba tumeitwa kupendana, lakini kuanzia wapi? Hakika ni kutoka kwenye huruma. Hakuna upendo wa kweli bila huruma. Wapendwa mapadri wa taifa na waamini wa Iringa, dumisheni umoja na askofu wenu na umoja na na kanisa zima ambalo ni mwili wa Kristo, ndio ni mwili wa Kristo, kwani Kristo ndiye kichwa na mwanzilishi wa kanisa. Natambua kwa shukrani na ninashukuru ushiriki wa viongozi wa serikali na wageni mashuhuri waliopo hapa leo, kuanzia na Mheshimiwa Dkt. Mashaka Biteko na ninyinyote kwa kulipa umuhimu wa hali wa juu tukio hili adhimu, ni wa wakikishia ninyi nyote kwamba kanisa Katoliki la Iringa kama ilivyo kwa kanisa Katoliki lote la Tanzania pamoja na Kiti Kitakatifu chenyewe linathamini kwa dhati uhusiano thabiti wa urafiki na ushirikiano ambao mahudhurio yenu yanadhihirisha kikamilifu. Asante sana. Ninafurahi <laughs> pia kuona kama ilivyo katika hafla zingine, ushiriki wa idadi kubwa ya viongozi kutoka dini mbalimbali na madhehebu ya Kikristo. Karibuni sana. Hii inaonesha uhusiano wa kirafiki uliopo kati ya kanisa Katoliki la Tanzania na jumuiya nyingine za kidini, jambo ambalo na ishara tosha ya mahusiano yenye matunda na ya kindugu. Napenda kumalisia ujumbe wangu kwa maneno machache kuhusu hayati Baba Mtakatifu Francisco aliye fariki dunia siku moja baada bada ya Pasaka na kwenye kanisa kuu la Kipapa la Bikira Maria mjini Roma jana. Shukrani nyingi zimwendee kwa upendo wake kwa kanisa katika nchi hii ulionyeshwa kwa uteuzi wa maaskofu wengi na kuteua kardinali watatu kutoka Tanzania, Tanzania Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa mwaka jana, na kuanzisha majimbo majimbo mapya, la mwisho likiwa ni Bagamoyo ambalo litazindua Uliwa mwishoni mwa wiki ijayo. Tunaendelea kumwombea ili akutane na Kristo, akimu mwenye rehema katika ufalme wake. Mhashamu Askofu Mihali, na tutakia neema nyingi za Mungu na mafanikio mafani katika utumishi wako na kuwahakikishia maombi yangu. Mungu akuongose na kukulinda daima. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo.